Sana. Nimeonyesha namna gani ambapo kupitia TASAF kwa kile ambacho TASAF imeweza kuwawezesha waweza kwenda mbali na kuwa naua wajasiriamali TASAF ni lai yeah, kwangu lai kwenu, na waachieni kwamba tuna mashirikiano pia na ni maelekezo tumetoa kwamba wasiishie tu hapa, tuwaunganishe yeah, na fursa nyingine kama mikopo ya asilimia kumi ya halmashauri, lakini ofisi ya Waziri Mkuu kuna mifuko mingi ya kuwawezesha wananchi kiuchumi, na mingi ni ya vijana kwao. Kama TASAFU tusiwaache, kama ambavyo tunafanya mashirikiano na Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu. Wake wanaotoka TASAFU hatuwaache, wakimaliza kidato cha sita tunawaunganisha na bodi ya, ya mikopo wanaendelea na, miko, na hawa wajasiriamali hivyo wameanza safari yao, wanahitaji kuwezeshwa sana kimtaji fursa zile zi ambazo ziko rasmi za serikali, mikopo ya asilimia kumi ya halmashauri au mifuko iliyopo chini ya ofisi ya waziri mkuu. Nitawafana hawa kwa kuwa wameonyesha kweli kile ambacho wamewezeshwa wamekitendea haki. Hii nawapongeza sana na ni kielelezo kwa vijana wengine ambao wanapaswa kushikwa mkono, ili waweze kutoka kwenye ujasiriamali mdogo waende zaidi kwenye ujasiriamali mkubwa na washiriki katika kulijenga taifa lao. Yeah, nawapongeza yote wanufaika, kwa niaba wa ya wanufaika. Lakini TASAF ilivyoweza kusimamia programu yetu, ambao kwa kweli kwa awamu ya tatu, tunashukuru zaidi ya kaya milioni moja na laki tatu zilizozifikia zenye wakazi wapatao milioni tano. Ukienda huko feedback ni nzuri, tumezunguka tunaona kazi kubwa kwa timu na menejimenti yote. Endeleni, endeleni kuchapa kazi. Sisi kwa majina, naitwa Ali Maisa Mtulia natokea mkoa wa Pwani wilaya ya Ulana, mimi ni mjasiriamali wa TASAF niliofuzu mafunzo. Nimeanza na kujifunza <coughs> Nimeanza na mafunzo ya kutengeneza pagio za wima za sherehe na ndogo ndogo za shule, na pia najishughulisha na ushonaji wa mikeka mikeka hapa, pia najishughulisha na utengenezaji vikapu na vipepeo vi pia hapa na makawa. Karibu.